Mutabora, karibu Toronto. Kwa jina naitwa Lesilaa na kwa jina la ofisi natambulikwa profile. Kwa eneo la Dodoma tunapatikana Dodoma mjini, kata ya Changombe, mkaba na chinangari Secondary. Kwanza kabisa nimesoma primary, nimesoma secondary, baada ya nikajifundisha ufundi huu e, ufundi nilijifundisha nikiwa nikiwa Tabora elfu mbili kumi na tano. Nakumbuka nilikuwa niko ofisi, nikuwa niko chini ya ofisi ya kaka Jafari, akiwa pamoja na, na jumanne na watu ambao nilishika mkono. Yupo kakangu anaitwa Jobu Chimwaga Lesirwa, ndiye alikuwa ni ndugu yangu wa karibu na alinipa hamasa kubwa sana ya kuwa ya kujifundisha ufundi. Mafanikio hayaji kama ndoto bali juhudi, bidii na maarifa ndivyo vinavyoweza kukuvusha na kufikia malengo yako, hata kama una mtaji mdogo kiasi gani. Lakini utakubaliana na mimi kwamba kwa ulimwengu wa sasa kazi zipo, ila ajira ni chache. Mimi ni mfuatiliaji wa, wa taarifa za habari, kitu ambacho huwaga naamini ni kwamba unakuta wakati mwingine serikali inatangaza ajira kwa vijana wa Kitanzania na inatoa idadi ya ajira, mfano mfano kuta kwenye idhara ya afya serikali inahitaji wa watu laki moja k konanomoja moja nyingine. Naamini kwamba kazi ya ajira hamna, kazi zipo. Sababu naona wimbi kubwa la vijana wamesoma, wana digrii zao wana vyeti, lakini bado wanahangaika na maisha ya mtaani, wasipokuwa na sehemu yoyote ya kufanya kazi. Nachomaanisha vijana kuwa baada ya kuhitimu ya elimu, aidha kuwa na ngazi ya, ya, ya digrii au PhD unaweza ukatenga muda wako kwa ajili ya kwenda kuchukua ujuzi Kuhiko, kwa hivyo kwa neno moja mwingine inakupa inakupae njia kubwa ya kuweza kujiajiri pasipo kutegemea kuajiriwa. Miaka kumi na moja sasa imepita tangu kijana huyu alipoamua kujitosa katika kazi hii ya ukataji na uchomeleaji wa vyuma, kazi ambayo wakati anaanza ilimpa ugumu sana, lakini hakukata tamaa. Zaidi alipiga moyo konde na kusonga mbele. Ugumu ambao ulikuwepo ni, ni kwenye kutafsiri kutafsiri vipimo, na hicho kitu ni wengi huwa kina kinasumbua sana, kwamba vitu ambavyo kwa mfano ukiwa umetoka, umetoka shule na na ukiwa ukiwa umetoka shule na vitu ambavyo unavikuta kwenye kwenye nchi ya ufundi ni vitu viwili, ni tofauti sana kwa unakuta kwa mazingira ya shule na kwenye mazingira ya ufundi unatumia ni vitu ni tofauti, ambavyo kwa haraka haraka lazima vitakuletea changamoto ya kupata uelewa kwenye ufundi, sana sana kwenye, kwenye, kwenye vifaa ambavyo unavitumia. Kwa namna moja ama nyingine unakuta unapata changamoto ya kutambua kifaa na, na nini na kazi yake, kwao lazima likuletea ugumu kwa haraka haraka. Kabla ya kufikia hatua ya kufungua ofisi yake, alianza akiwa katika ofisi ya rafiki yake. Na siku moja alipewa kazi na mteja wake, akiamini kuwa anao uwezo wa kutosha kuikamilisha kazi ile. Badala yake alikosea baadhi ya vipimo na kufanya ndivyo sivyo, na hivi ndivyo hali ilivyokuwa. Reaction ilikuwa ni ngumu sana, hakupokea jambo vizuri kwa <laughs> sababu haikuwa matarajio ya kile kitu alichokupa na ukakifanya ndivyo sivyo kama ilivyokuwa katarajia. Nilichukulia kama challenge ya kujifunza kazi, changamoto ya kujifunza kazi. Kwa muda ambao nilikaa nakumbuka, ilikuwa ni kama miezi mitatu. Baada ya miezi mitatu, nikaa na uelewa mkubwa sana wa kuweza kujua kifaa na nini kazi yake cha kifaa anachokitumia. Kwa hiyo ikanipa urahisi wa ku kufanya kazi kwa kipindi alichokuwa amenipa kazi. Mbali na kazi hizi anazozifanya mahali hapa bado ana uwezo wa kufanya shughuli nyingine ndogo ndogo nyumbani kwake, ikiwa ni pamoja na kuwa karibu na familia yake yani. Kwa upande wangu muda na, na ugawa mfano nyumbani pale najishughulisha na, na na ufugaji kao, najihimu na kuamka na kishamka asubuhi, naandalia mazingira mazingira ya chakula mifugo yangu si chini ya kama lisali moja hivi then, baada ya hapo naelekea kazini kwa ajili ya kuendana na shughuli zangu za, za ofisini. Lakini kwa nini aliamua kutoka Tabora na kuja kujikita hapa jijini Dodoma? Kitu ambacho kilinisukuma kuja huku ni, ni kubadilisha uelekeo na kubadilisha njia ya utafutaji wa maisha. Sehemu yoyote ile yenye watu wengi huwa zipo fursa nyingi sana. Nadhani sababu ilionisukuma ni kuchangamkia fursa kwa sababu Dodoma ikawa jiji na na watu wakaa wengi watu wakawa na hitaji wa kujenga. Hiyo ni moja sababu. Kazi ya kwanza ambayo niliifanya ilikuwa ni kazi ya kutengeneza dirisha pamoja na mlango, kwa maana ya gbiri na mlango wake. Nilipata connection kwa mtu wangu wa karibu. Kwa kazi ya kwanza nilivyopata, sikuwa na miliki kifaa chochote kile, kwa niliweza kufanya ile kazi kwa kwenda ofisi ya mtu kumuomba nifanyie kazi yangu kwenye ofisi yake, lakini ni kwa makubaliano. Baada ya kazi yangu kuisha kulikubaliana nitamnipa kiasi cha fedha. Nakumbuka ilikuwa ni njia kama ya mwaka mmoja iliweza kufanya hivyo. Majibu alionipa kwamba amependezwa na kazi yangu niloifanya, e, nimefanya kazi nzuri aliyoridhika nayo. Daima changamoto ndizo zinazotufanya kuwaza zaidi na wakati mwingine kufanya kitu kwa ubora na umakini zaidi. Mm, nakumbuka kuna kazi moja nilifanya iliniletea changamoto. Baada ya kutengeneza zile zile dirisha grili, yani, kwenye kipimo cha urefu na upana, mimi nikaweka upana kuwa urefu na urefu ukawa upana. Hiyo iliniletea changamoto sana kwa mteja wangu na mpaka dakika hii huwaga nafikiria sana kwa sababu sikuitendea haki ile kazi aliyofanya. Mm, nadhani ni mazingira ya uharaka. Kwa sababu ya uharaka ile kazi nililekesha kwa gharama zangu, lakini pia nilimwomba radhi kwa sababu sisi binadamu hatujaomba tumekamilika. kukosea ni kuko na ile hali ni ya kibinadamu, inaweza kamtokea binadamu yoyote yule, lakini nashukuru Mungu aliweza kunielewa, mpaka leo hii bado ni mteja wangu. bado nafanya naye kazi. mafanikio ni mchakato Unachohitaji ni subira na uvumilivu, hususan kwa vijana wa sasa. Aa, vijana vijana leo wan, wana ndoto ya kuwa mafanikio ya haraka haraka, na ni kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu mafanikio ni hatua. Mafanikio ni hatua. Mafanikio ni tofauti na, na unaposema ni kuota, hapana. Mafanikio ni taratibu, lazima uanzie hatua chini, then utafika hatua ya juu. Uh, siwakatishi tamaa eh, siwakatishi tamaa. Hakika kila kilichochema hukumbukwa. Eh, kazi ambayo nililetea mafanikio, nakumbuka niliwahi kufanya kazi ya eh, nyumba mbili kwa kutengenezea magrili pamoja na aluminium. Kwa hiyo ilinipa faida kwa nano moja ama nyingine. Hii kazi nilipata kwa yupo yupo, ndugu yangu yeye ni fundi fundi ujenzi, kwa hiyo aliweza kunifanyia connection nikaonana na bosi na kuzungumza utaratibu wa kazi unaofanyika. Wapo baadhi ya vijana kwa sasa wana ofisi zao na wengine wamepitia mikononi mwake, na kinacho nishangaza kwa kijana huyu ni kwamba wale wote wanaopata nafasi ya kujifunza kazi mahali hapa hakuna malipo yoyote, na huu ni uzalendo mkubwa anaoufanya kwa vijana wenzake. Njia ya kwanza kabisa ni ku ni kuwafundisha kwa msisitizo zaidi, kwa ufasaha zaidi kwa namna moja ama nyingine, kama kijana ana, ana, ana kichwa chepesi, inakuwa ni rahisi kufahamu kazi kwa muda mfupi sana. Mpaka dakika hii vijana ambao ni nao wasiopungua vijana watano, vijana watatu ni tayari wana workshop zao na ofisi zao, wanaendelea na kazi, lakini vijana wawili niko nao hapa ofisini, lakini nao ni tayari, sina mashaka nao, wanaweza kazi yoyote ile wanafanya. Kesho nayo ni siku Usikose sehemu ya pili ya makala hii tutakapokuwa saiti na kuzungumza na vijana wanaopikwa katika karakana hii. Karibu Tabora, karibu Toronto.